Hii hapa Mbezi Beach Shoppers, na kuingiza ndani sasa uweze kuona. Hivi ndivyo ilivyo. Angalia kitu hicho. Nyumba safi. Vyumba vinne, seventh quarter. Dola elfu moja mia tano. Mbezi Beach Shoppers Peleka ndani chapu, uweze kuona sasa. Kuvuta ndani kwa haraka kabisa uweze kuona pa, nimekuleta sitting room, fan na air condition, sebule kubwa kabisa, dining room kubwa kabisa. Jiko moja matata kabisa, jiko kubwa kulikweli, jiko la kubwa kubwa kubwa, kubwa. kweli kweli, safi vichombwezo kama hivyo. Let us eat, get up there. Sio single, ni master. Chumba master iki hapa. Master bedroom ya upande wa juu safi sana, nyumba ni nzuri huku. Kuna sehemu ya kupumzika kija hapo, unaweza ukaona sehemu nzuri sana ya kupumzika. A very good view here. See a good view here. Jamani, mm. Ah, watu wanajenga chumba kingine master hiki, bonge la chumba, makabati hayo hapo, air condition, fan, na hapa kuna makabati mengine. Hiki choo chake ni habari nyingine hii ndo inaitwa restroom. This is what is calling restroom. Ina kila unachokihitaji maji ya moto sitagot toilet cleaning, zakaona itu safi kabisa. Chumba kingine ni hiki hapa, master na enyewe Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Safi kama vile haitoshe, hapa sasa nakutoa, unaenda kwenye baranda, unaweza ukaona neighborhood ilivyo safi, upepo mwanana kabisa, na bichi ni pale mbele. Ah, see watu wanajenga jamani, nyumba safi kabisa. Hii hapa ni seventh quarter. Hivi mnataka nini tena? Nataka nini tena? Mungu akupe nini? Mazingira mazuri kama hye hapo, na gereji ya gari gere yako, nkawa na nyumba mazingira yake yalivyo mazuri sana.